Mujibu wa katiba ya Zanzibar inataka chama au vyama vya upinzani ambavyo vimepata wajumbe kwenye baraza la wawakilishi tuwapatie nafasi katika baraza la mawaziri na kuna formula. Formula yake ni kwamba idadi ya vyama wanavyopata idadi ya viti vya uwakilishi wanavyopata mara idadi ya wizara zilizopo ugawe kwa majimbo hamsini ndio unapata idadi gani vyama vya upinzani wanatakiwa kupata. Sasa chama pekee kilichopata viti ni chama cha ACT Wazalendo, wamepata idadi ya viti kumi. Ukizidisha hiyo kwa idadi ya wizara ishirini nilizozitaja ni mia mbili ukigawa kwa majimbo hamsini ni nne. Kwa hiyo nafasi zao katika baraza hili la mawaziri ni nafasi nne, nimeamua kuziacha wazi bila uteuzi nafasi hiyo mpaka pale tutakapokubaliana, aidha wanaingia kwenye serikali ya wa umoja wa wa kitaifa au la. Nilisema niko tayari kushirikiana nao kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, na hapa natumia mamlaka yangu ya kikatiba kwamba hizi nafasi zitabaki wazi kwa mujibu wa katiba mpaka pale kipindi kitakapokwisha ambayo ni kikatiba ni siku tisini. Labda niseme ni wizara gani ambazo ninaziacha wazi? Ya kwanza ni ofisi ya makamu wa rais, ofisi ya makamu wa kwanza wa rais. Ya pili ni wizara ya biashara na maendeleo ya viwanda. Ya tatu ni wizara ya afya, na ya nne ni wizara ya utalii na mambo ya kale. Hizi mbili walikuwa nazo katika kipindi kilichopita, biashara na maendeleo ya viwanda na afya, imeamua zibaki, lakini nimeongeza mbili. Ofisi ya makamu wa kwanza awe na mtu kutoka kwenye chama chake akipenda, lakini nimeona sekta mama, sekta kuu ya uchumi hapa Zanzibar ni utalii, basi tuwe na goodwill. Sekta kiongozi tuwape wao, tumeongeza Wizara mbili sasa, badala ya kuwa zile kumi na nane za awali, sasa tutakuwa na ishirini. Na kwa kweli, kwa kweli si kwamba tumeongeza kwamba mpya kabisa hapana, tumeziondoa kutoka katika wizara ambazo zilikuwepo awali tukazitengenezea wizara peke yake kwa umuhimu wa majukumu yake.